Katika makala yetu Yanifahamishe, tunafahamu mtu mrefu zaidi duniani. Dunia imewahi kushuhudia watu wenye maumbile ya kipekee, lakini jina moja linaendelea kuvutia watu wengi kote ulimwenguni: Sultan Kosen, ambaye anashikilia rasmi rekodi ya mtu mrefu zaidi duniani kwa mujibu wa Guinness World Records. Sultan Koseni alizaliwa tarehe kumi Disemba mwaka 1982 katika kijiji cha Mardin nchini Uturuki. Alikuwa mtoto wa kawaida, lakini akiwa na umri wa miaka kumi, wazazi wake Sultan walianza kugundua kuwa alikuwa akikua kwa kasi sio ya kawaida. Baadaye madaktari walibaini kuwa alikuwa na hali ya kiafya inayoitwa pituitary gigantism ambapo tezi ya pituitary inazalisha homoni nyingi sana za ukuaji. Mnamo mwaka elfu mbili na tisa wataalamu wa Guinness World Records walimpima wali na kuthibitisha Sultan Kosen ana urefu wa mita mbili nukta tano moja ambayo ni sawa na futi nane na inji mbili nukta nane. Hii inamfanya kuwa mtu mrefu zaidi duniani anaishi hadi sasa. Sultan ana baadhi ya viungo vikubwa zaidi kuliko mtu wa kawaida, mikono yake ikiwa na inchi kumi na moja nukta mbili ambayo ni sawa na sentimita ishirini na nane nukta tano kutoka kiganja hadi ncha ya kidole miguu, ambapo anavaa kiatu cha ukubwa wa saizi sitini na moja. Uzito, Sultan ana zaidi ya kilo mia moja na hamsini. Urefu wa Sultan mkubwa umemletea changamoto nyingi za kiafya. Wakati mwingine amekuwa akipata maumivu ya mgongo, matatizo ya kutembea na ulemavu wa viungo vya chini. Madaktari katika hospitali ya University of Virginia nchini Marekani walimfanyia matibabu maalum mwaka elfu mbili na kumi kwa kutumia tiba ya miozi, ili kuzuia tezi ya kuendelea kutoa homoni nyingi. Baada ya matibabu hayo Ukuaji wa Sultan ulisimama mnamo mwaka 2013. Sultan alifunga ndoa na Mavudibo, mwanamke wa Siria mwenye urefu wa sentimita 175, sawa na futi tano na inji tisa. Wawili hao walikutana kupitia marafiki wa familia na harusi yao ilifanyika kwa sherehe kubwa nchini Uturuki. Hata hivyo amewahi kueleza kuwa urefu wake mkubwa umemfanya wakati mwingine kupata changamoto ya jamii hasa katika kupata nguo, samani za kutosha na usafiri unaomfaa. Sultan Kosen aliingia rasmi katika kitabu cha Guinness World Records mnamo mwaka elfu mbili na kumi. Tangu wakati huo amekuwa akialikwa kwenye matukio mbalimbali mbali duniani. Amekuwa balozi wa amani na matumaini akihamasisha watu wanaoishi na changamoto za kiafya kutokata tamaa. Kabla ya Sultan, rekodi ya mtu mrefu zaidi duniani ilishiki, ama ilishikiliwa na Robert Wadlow kutoka Marekani aliyekuwa na urefu wa mita 2.72 ambaye ni sawa na futi nane na inchi kumi na moja kabla ya kufariki dunia mwaka elfu moja mia tisa arobaini akiwa na umri wa miaka ishirini na mbili hadi sasa